Wengine kwa vikundi vya kina mama wafugaji katika kaunti ya Vihiga vimenufaika baada ya kupokea vifaranga elfu tano mia nne kutoka kwa serikali kuu. Wakizungumza katika hafla hiyo iliyoandaliwa mjini Mbale kaunti ya Vihiga, katibu wa idara ya mifugo Jonathan Mweke alisema hii ni njia moja ya kuimarisha biashara kulingana na ajenda ya Rais William Ruto ya kuweka pesa mfukoni. Mkiona hizi kuku, tafadhali Msione tu ati ni chakula hapana. Msione tu ni ile ya kuchinja, unapatia jirani ama mgeni. Hapana wenzangu, hii ni biashara. Hii ni nini? Hii ni biz. Hii ni biz na tunafanya hii mradi kwa ile mlengo ama ile mradi ya rais wetu ya bottom up economic transformation. Hii kifaranga. Huyu kifaranga, baada ya siku 35, anaanza kutaga mayai. Hiyo mayai baada kukuingine huyo mtu amekujali maisha ama hajakujali? Si amekujali, kwa sababu amesema. Kama vile wane, wazungu walikuwa wanasemanga kuwa ile nini ile ile ile ndege yuko naye mkononi ni afadhali kuliko ile iko wapi msituni.